chache ambazo zimeweza kupita, Mbosso aliweza kutangaza ujio wa kazi mpya ambayo watu wengi walikuwa wanategemea kwamba pengine Mbosso anakuja na wimbo, na wakawa na maswali mengi sana na mijadala ilikuwa ni mingi sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba Mbosso atakuja na wimbo wa aina gani, wimbo ambao atakuwa amemshirikisha mtu au kashirikishwa au ni EP au album ambayo Mbosso atakuja nayo. Mijadala ilikuwa ni mingi sana kwenye mitandao ya kijamii lakini, this time around, Mbosso ameonekana kabisa kupost picha ambayo post hiyo ilikuwa ni yenye maandishi ambayo alikuwa anasomeka kwamba room number three Mbosso EP. Akawa amepost picha ambayo picha hiyo pia ikiwa ina vyumba vitatu nyumba hiyo ilikuwa na room number one, room number two, room number three, akiwa amekaa kwenye basikeli ambayo inafahamika kwa jina la Phoenix, lakini yeye akiwa amepost pale. Lakini kupitia hiyo picha ambayo Mbosso kana aliweza kuipost kwenye upande wa caption, aliweza kuandika ujumbe ambao unasomeka hivi room number 3 EP akawa ameandika kwamba see you in 12 Juni 2025. So, akawa ameweka pale hashtag room number 3, hashtag rn3. Hashtag, eh, Kani Music. So, kuna baadhi ya watu wengi sana ambao ni wadau wa burudani, siku chache ambazo ziliweza kupita baada ya kuweza kupost eh, bana ile intro tu, eh, ile teaser ya kwamba sasa hivi ndo tunaingia kwenye room number 3. Alianza na logo flani vya Kani Music na watu wengi walikuwa wamesha tafsiri kwamba pengine Mbosso Kani anakuja na record label ambayo itakwenda kwa jina la eh, Kani Music. Hata pia kwenye mtandao wake wa YouTube pale Mbosso Kani yeye amebadilisha profile picha yake pale na ikiwa inasomeka Kani Music na watu wengi wakikaa wanaendelea kusubiri kwamba ni kitu gani ambacho Mbosso Kani atakuja nacho, lakini leo watu walikuwa wamekaa kwa ajili ya kuendelea kusubiri ni wimbo gani ambao Mbosso atakuja kuuachilia, lakini Mbosso ame wabadilisha mitazamo watu walivyokuwa wanategemea kwamba utakuwa ni wimbo. Amewatambulishia watu kwamba amewatambulisha watu kwamba ni e, EP ambayo anakuja nayo ikiwa ni kama room number tatu, na hapo awali kidogo aliweza kutusanua kwamba e, kwenye tasnia yake ya muziki ni kama vile alikuwa amepitia katika levels kwamba kulikuwa kuna room number moja, room number mbili, room number tatu. Na room number moja aliweza kueleza kwamba ni katika makuzi yake changamoto ambazo alikumbana nazo, lakini pia, anakumbuka kwamba kufanya makosa ya kutosha, lakini pia room namba mbili ndo room ambayo aliweza kukutana baadhi ya watu ambao ni hambo, watu ambao walimfunza maisha, watu ambao waliweza kumpa dira, lakini this time around ni kwamba Mbosso Khan yupo katika room namba tatu ambapo yeye anasimama kama solo artist wa kuendelea kujitegemea na akiwa anategemea mapokezi makubwa sana kutoka kwa mashabiki kutoka kipande chochote ambacho wapo. Sasa kuna baadhi ya comment ambazo wadau wa burudani wao waliweza kutoa. E bana, picha hii ya kuwatambulishia watu kwamba sasa hivi anakuja na EP yake ambayo inafahamika kwa jina la Room Number 3, EP ya Mboso Kan. Kuna watu wengi ambao wanasema kwamba e, no Mboso no music, lakini pia kuna huyu mdau wa burudani ambaye anasema e, muhindi wa kusini, lakini wengi wameendelea ku comment emoji za moto wake tegemea kazi nzuri sana kutoka kwa Mbosso Kane, lakini pia kuna eh, huyu mwingine ambaye ni star wa, wa muziki kutoka hapa hapa Tanzania, Rayvanny ameposti comment, ambapo meandika kani akaweka emoji fulani hivi za moto. Kuna estokiz pia naye ameweka emoji fulani hivi za moto, lakini pia emoji fulani hivi za kama kumpongeza so kwa baadhi ya watu wengi sana wameonekana kupokea e bana, ujio mpya ambao Mbosso kan atakuja nao. Lakini ametambulisha kwamba siku ya tarehe kumi na mbili mwezi Juni basi ataweza kuachilia EP yake ambayo inafahamika kwa jina Room Number Three ya Mbosso. E bana, tupe mtazamo wako kwa muda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. E bana, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye onja comment hapo, sica kusubscribe kulike, utakuwa umetisha kinao, manoma chao chao.